Dunia hii imebeba mengi ya siri na hata yale ya dhahiri, ina historia za wengi wa tii na hata mangangari au watu wenye vibori hivi. Unaweza kuamini miji iliyokuwa tajiri mizuri yenye bustani nzuri na starehe za bila kikomo ilifutwa ndani ya usiku mmoja tu? Kwenye dunia hii kuna historia ambazo sio tu za kusimuliwa bali ni za kutufumbua macho, na leo tutaangazia historia ya miji miwili ya nguvu tajiri na yenye historia zisizo na mipaka iliyokuwa na ardhi nzuri bustani na neema nyingi kutoka kwa Mungu, lakini waligeuza neema hizo kuwa sababu ya kwasi. Lakini walifeli sio kwa sababu hawakuwa na mali, la hasha, bali kwa sababu walimsahau muumba wao. Hii ndiyo ile miji iliyojulikana na kufahamika kwa jina la kaumu ya Nabii Luti au watu wa Nabii Luti, ambao walijulikana kwa maovu ambayo hayakuwahi kufanywa na mataifa mengine au mataifa yaliyopita. Walipenda starehe kuliko utu, tamaa kuliko heshima, na walikataa kata katakata kusikiliza sauti za onyo kutoka kwa viongozi wao. Hawawezi kusahaulika watu hawa, na si kwa utajiri wao bali kwa kuangamizwa kwao. Sodoma na Gomora zilitajwa kwa mara ya kwanza katika vitabu vya mwanzo, yaani Baibo na Qurani, ambapo vinaeleza namna miji hii ilivyokuwa. Ilikuwa miji iliyo katika bonde la Sidim, ama waweza kusema Sodoma ulikuwa mji wa bonde la ufa kati ya Palestina na Yordani za leo, karibu na bahari ya chumvi, mahali ambapo leo hii ni jangwa tupu. Ni maarufu kutokana na jinsi ulivyoangamia kadri Qurani na Baibo ambazo zinazungumzia sana kama kielelezo cha dhambi hasa dhambi ya ushoga. Hata maandiko ndani ya Biblia yanasema walikuwa na kiburi, walishiba na hawakuwa na huruma kwa maskini na wahitaji. Maendeleo yao yaliwafanya waonekana kwamba hawamhitaji Mungu. Yote haya ni kwa sababu ya viongozi wao, walikuwa wakitumia sheria kuhalalisha maovu. Mfano, walihalalisha kuwatendea vibaya wageni. Walipozidi kuasi Mungu alituma kwanza malaika kwa Ibrahimu ili kumfahamisha juu ya adhabu itakayoteremkia, lakini bado hawakusikia. Watu wale kwa viburi walivyokuwa navyo, watu waliendelea na maisha yao, wakiishi kana kwamba hakuna kesho. Lakini kesho yao ilifika, na ilikuja kwa moto kutoka mbinguni, na katika usiku mmoja tu historia yao ilifutwa. Kisha ardhi ikainuliwa juu na kupinduliwa, na miji yote ikageuka kuwa magofu. Na hiyo inadhihirishwa katika maandiko kwamba, basi tukateremsha juu yao mvua ya mawe, basi tazama jinsi ulikuwa mwisho wa wakosaji. Kuna archaeological theories kuwa eneo la Sodoma na Gomora ilikuwa karibu na Dead Sea au bahari ya chumvi kwa sasa. Na moto huo haukuwa wa kawaida hata wanasayansi wa leo wanashangazwa na athari za joto hilo lililobadili hata udongo wa eneo hilo. Je, ni bahati mbaya au ni onyo? Leo tunaishi katika dunia ambayo inatupa picha ya maendeleo, lakini ndani yake kuna maangamizi yanayonyemelea taratibu. Hii ikimaanisha kuwa dunia yetu inazidi kufanana na jamii ya watu hao walutwi, sawa na ule wakati wa Sodoma na Gomora. Uovu unatuzunguka katika jamii ya leo, kutoka uongo na kuiba, ponografia, madawa ya kulevya, ngono zisizofaa na unyanyasaji, hiyo ikidhihirishwa na maisha ya anasa, kupuuzwa kwa maadili, kuhalalisha yaliyoharamishwa na dharau kwa watu wanaotaka kujitakasa. Kwa lugha nyingine, unaweza kusema kwamba tunarudia historia kwa njia mpya. Swali ni moja tu. Je, tunaelekea kule kule walikoelekea wao? Lakini pamoja na yote hayo maandiko bado yanatukumbusha kuwa kila umma unapewa nafasi ya kutubu. Tuko hai leo, bado tuna nafasi, kwani maangamizi hayaji mara moja. Huanza na ulegevu wa ndani kwenye moyo, jamii na imani. Sodoma na Gomora siyo tu historia au hadithi ya kale, bali ni kivuli kinachotufuatilia dunia. Ya sasa inashabihiana na ile miji, kwani tumejaa tamaa lakini tunapungukiwa na huruma. Tunasherehekea dhambi lakini tuna dharau maadili, na tunataka uhuru wa kufanya lolote, hata kama linaumiza wengine. Usikubali kuwa sehemu ya jamii inayopotoka. Simama imara, kama kiongozi wa miji ile aliyejulikana kwa jina la Luti, mwenye kusimamia haki hata akiwa peke yake. Maisha haya ni mitihani, dunia hii ni muda tu, na historia iko hapa kutufundisha, si tu kutuburudisha kuhusu watu wale. Stori ya miji hiyo ni onyo kwa jamii yoyote inayoacha misingi ya utu. Kabla hatujawa Sodoma ya leo, tubadilishe fikra zetu. Maisha haya ni mafupi, lakini majuto yanaweza kukaa milele. Swali so, lingine ni je, sisi tumejifunza? Aisha Amani wa Sauti Digital.